Na serikali imeagiza wakuu wote wa elimu katika kaunti ya Kisii kuhakikisha kina mama wachanga waliokatiza masomo yao wanaendelea na elimu mara moja. Katibu katika idara ya elimu ya msingi Profesa Julius Bitok aliwaagiza wadau kwenye sekta ya elimu katika gatuzi la Kisii kufuatilia na kwa kuharakisha kusajiliwa upya shuleni kwa zaidi ya kina mama mia mbili walio na umri wa chini ya ya miaka kumi na minane. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa kaunti. Kizungumza kwenye shule ya upili ya Sugubo katika kaunti ndogo ya Nyamache, katibu wa idara ya elimu ya msingi balozi Julius Bitok alisema serikali itafuatilia wanafunzi wote walioacha masomo katika juhudi za kuhakikisha hakuna atakayewachwa nyuma. Kwingineko, familia moja inadai serikali ya kaunti ya Nairobi zaidi ya shilingi milioni 36 kufuatia kifo cha mpendwa wao. Familia hiyo imesema marehemu alifariki kutokana na tatizo la msongo wa mawazo baada ya serikali ya kaunti hiyo kushindwa kulipa deni lake baada ya kujenga barabara ya umbali wa kilomita 2.7 tumekuwa tukiongea na hawa wakubwa wakubwa wa, wa county government hii ya hapa Nairobi na wamekuwa wakitu wame, wanatupatia masiku Watakuja kutulipa lakini tumegoja mpaka tumechoka. Wakati huo huo, Wakenya wamehimizwa kutafuta huduma za matibabu kutoka kwa wahudumu wa afya waliohitimu ili kuepuka changamoto zinazohusishwa na wale wasiohitimu. Mdna uh, sure the. Na wawakilishaji wadi kwenye kaunti ya Nakuru wanalalamikia usafirishaji wa miti mbao mjini Naivasha kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya safu mbili ya Rironi Mau Summit hmm. Kwengineko, chama cha wamiliki wa biashara humu nchini kimeanzisha utoaji wa mafunzo kwa vyama vya ushirika vya wakulima wa maziwa katika azma ya kupiga jeki uzalishaji wa maziwa na kufanikisha utoaji wa mkopo ya riba nafuu. Challenges that we have in the dairy sector are largely two. The first one is that we have a collapsed production, productivity imeanguka. Ya pili, bei ya, ya maziwa iko chini kwa hivyo mkulima hapati pesa ya kurudisha pesa katika kilimo ya, ya, ya kuchunga ng'ombe. Na huku hayo yakijiri, maelfu ya wafugaji kwenye maeneo ya kaskazini na pwani wamepokea vifaa na mafunzo yanayohitajika yatakayowawezesha kudhibiti athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza hasara zinazosababishwa na kiangazi. Sasa mifugo wana... drought, inakuja mifugo wana... wanaangamia so the, only, the, sure bet for the pastoralist kujisaidia nayo in this, in this new world ni kupata financial literacy na pia kuingia sako ku save pesa na kuchukua loan kujisaidia kuanza biashara nyingine alternative. Naelongeso, Dira ya Magwiji.